Tulikuwa na, na hofu ya Mungu. Walokole, hofu ya Mungu tunatembea nayo mtaani, tunaenda nayo kazini, tunaenda nayo mahali popote kabisa. Mimi nilishangaza sana, sikitoko kwenye makanisa yenye kengele kengele na ibada, si ikashanga walokole wa kijijini, kijijini kabisa, hakuna kengele. Nimekumbuka mm -hmm. hakuna kengele, hakuna anayechelewa ibada, ambao ni tofauti. Wamepata wapi ustaarabu huo? namwengine hawana hata saa, wanaangalia jua saa ya ibada, unaweza ukaona na nakuta waokoa wana nidhamu, wanakipia kwenda kabisa. Kama kuna kitu kilitikiza vijiji na nini, ni pamoja na nidhamu ya waokoya. Iko siku hizi tuna saa, tuna simu zina saa, sidio? tuna magari yana saa, hatuwezi kusingizia chochote. simu ku weka muda ukitaka ikuamshe saa ngapi, lupo inaruhusu. Ukitaka ikukumbusha tukio inaruhusu, bado haitusaidii. Tatizo sio mazingira, tatizo ni huku huku. Hmm, ndio kwenye shida, tumeshambuliwa. Hilo la kwanza, hofu ya Mungu kwako vipi? Sasa hivi tunaogopana wenyewe kwa wenyewe, tumeacha tumeogopa Mungu vingine. Hebu fikiria wewe muda wako na neno, neno na wewe. Lingine wewe na ibada, ibada na wewe. tumetengenezewa ibada mpaka za usiku ili tu kutusaidia, lakini angalia hali zetu. Lakini hebu angalia pia muda wa maombi, angalia masuala ya uaminifu. Umekuwa mwaminifu kwa Mungu? wewe binafsi, sio sisi, wewe binafsi. Je, umekuwa mwaminifu kwa Mungu? Mbona mwanzoni ulikuwa mwaminifu kutegemewa? Mbona ulikuwa uhitaji kusukumwa? Nini kimetokea hapa katikati? Yaani sasa za hivi tunajali sana mambo ya nje, uonekane kwa watu, uonekane unafanya, uonekane unatenda, lakini yale ya kwako binafsi, yale kiwa. Kama kuna kitu kilinipa ni changamoto kwenye wokovu, ni kwamba Mungu anakuwa wa kwangu binafsi. Mm. Ukristo unakuwa wa kwangu binafsi, sio wa kwetu, kwangu mwenyewe. Lakini angalieni hali zetu sasa, ndugu zangu, yani tuko radhi tukuvuruga vuruga, tunaenda alafu tunasema mungu ni mwenye rehema. Nakumbuka siku moja nilienda kwenye kanisa moja ninapotutuma, sijai kuhubiri ujumbe mgumu kama kwenye lile kanisa kwamba mungu anatisha, nenda mbali kwa tahabari, mungu si mwenye rehema tu na neema wanajiita moto ulao. Sisi tunafanya Mungu kama wa, kama rafiki yetu fulani tunamfuruga furuga, mm -hmm, biiya kwamba unamshikashika ndevu na kufuruga furuga eti kwa sababu ni mwenye neema. Hapana, ana sura nyingine, upande mwingine anatisha, ni moto ulao. Hakuna vitu, hawezi kushusha viwango vyake, hayuko tayari na ndio maana sasa tunakuta tuko peke yetu, maana tunafikiri tu ni wa neema wa rehema wa huruma, tunaenda tunaenda na huruma na nini, kumbe yeye ni mtakatifu. Ikifika hapo, hayuko tayari kulegeza msimamo, hayuko tayari. Kwa hiyo tuko peke yetu kule, tunaendelea Mungu ni mwenye neema, Mungu ni mwenye huruma, mwenyewe amebaki huku na utakatifu wake. Ndio maana sasa nguvu hamna, uwepo wake hamna, ibada zetu kavu, maombi yetu hayana hayana chochote, ni wakavu. Tukianza kuomba kidogo tu tunasinzia. Ndugu zangu, mmoja alikuwa anamwambia mchungaji Mlokozi, anasema hivi, kwenye maombi ilikuwa inatajwa prayer item, jambo la kuombea. Tunaombea soni, watu waokoke, watu wanaingia kwenye magoti, anasema watu wanapiga mara zizima titi titi titi. Titi titi titi. Sasa hivi hapa tukisema tuachiane saa moja robo tatu watakuwa melala robo moja wanaomba. Alafu tuseme hali zetu nzuri hali zetu mbaya, lazima tuambizane ukweli, na hiki ndio kipindi cha kuambizana ukweli. Amen, hali yetu mbaya. Amen. Anasema hivi walipokuwa mwongoza maombi, anapowaita kuwapa kitu kingine cha kuombea, wanaona kama anawavurugia mbaya hali mbaya, ndio tambizani ukweli. Sio kwamba tumeendelea, praise team wanaimba wanaimba wanaimba wanaimba, lakini tumetangaza maombi ya mkesha. Sasa tuna maombi ya mkesha, mkesha wa kuimba. Hali zetu mbaya, na wewe ndio mwenye hali mbaya. Leo tunataka tumwambie Bwana atusamehe kabisa. Ndugu zangu, moyo wangu unauma, namwambia Mungu tupetie injili ya zamani ili ambayo wazee wetu wanasimulia si maali, na walikuwa wanakwenda kwa miguu. Siku hizi kiajabu, Mungu, tukitaka kwenda mahali tunaweza kwenda na magari yetu peke yetu bila hata kukodi, si ndio? Tungefanya zaidi wao. Walikuwa wanatembea kwa miguu makilomita, lakini walikuwa na Mungu. Amesema tumtafute, yuko tayari kuonekana. Ayubu sura ya 31 imalizi moja wa sita. Kwa hiyo leo tutaomba jambo moja, tutoba ya binafsi na kanisa sima. Tunaanza na binafsi halafu baadaye tutaku akudulisha ya kanisaojuu. Mstari wa sita anasema, na ni pimwe katika mizani iliyo sawasawa, ili Mungu aujue uelekevu Wow. Maana Ayubu wanakubali kwenda kwenye mizani ya Mungu, sio ya wanadamu. Wanadamu watakuona wewe ujambo, watakuona una nafuu, kwa sababu watatumia kipimo cha kwao. Ukijipima kwa kipimo cha kibinadamu utasema, UCC tuna nafuu sisi, hatuko kama wale. Aha, hapa tunaleta mizani ya Mungu. Kwenye mizani yake tuna hali gani? Hapo ndo tunapotaka kwenda kwa hiyo nitakupa muda, nenda kama utapiga magoti, wapi sijui nini, mwambie Mungu, nakuja kwenye mizani yako. Ile mizani ndiyo inajua ulitakiwa uweje na sasa ukoje. Naomba tusimame.